Ni kitu cha kushangaza sana kama tunakuwa na viongozi ambao wao wanajiita wa, wa demokrasia lakini sio waumini wa demokrasia. Tulikuwa na kiongozi aliyepita, mzee wetu Freeman Mbowe alikubali kupokea yote, alikubali kukosolewa, alikubali kusemwa hakuna mahali alipotukana, aliposemwa, aliyapokea yote. Leo kwa masikitiko makubwa, tuna kiongozi mkuu wa chama hakubali kukosolewa. Jana mwenyekiti wa chama taifa, akiwa yuko kusini kwenye mkutano, anasema kuna wajingajinga wanahoji. Mwenyekiti wa chama, unaita watu wako wajingajinga? Mwenyekiti wa chama taifa ambaye unahubiri demokrasia, huna uwezo wa kupokea, huna uwezo wa kupokea. Hata unaposema hutaki kukosolewa, umekuwa Mungu. Kwa nini tusikukosoe? Kwa nini tusikuseme? kwa tusiku, kwa nini tusilete hoja mbadala ambazo wewe kama mwenyekiti wa chama taifa unapaswa ukae chini na kuziangalia kama hoja mbadala, aidha uzipokee au uzipuuze, lakini sio kuita wanachama wako, tena wengine ni viongozi wakubwa wa chama, kuwaita wajinga jinga nimwombe mwenyekiti wangu akubali tumkosoe ili tuijenge CHADEMA imara, ili tuijenge taasisi yenye nguvu, ili tujenge ule umoja wetu tuliokuwa nao awali. Mwenyekiti hana haja ya kututukana, walitoka G, G, G55. Ni kweli, na mimi ni mmoja hapo, na mimi ninaamini kwamba chama hiki tukisema tusiende kwenye uchaguzi, ni kikuua chama hiki, ni kukimaliza chama hiki, ni kukichimbia chama hiki kwenye kaburi ambalo haitaweza kutoka tena. Chama hiki tumekijenga kwa jasho kubwa sana, wengine tumekuwa wahanga wakubwa wa kujenga chama hiki. Mimi nimeingia CHADEMA mwaka elfu mbili na saba Elfu mbili na saba, nikiwa bado kijana mdogo. Nimetoa rasilimali zangu nyingi, nimetumia muda wangu mwingi, na hata kuna madhila mengine makubwa ambayo yalinikuta kwa ajili ya chama hiki, lakini leo hii hatuwezi kukubali kuona chama hiki kinaenda kufukiwa kwenye kaburi leo Mwenyekiti unasema hao wanatumika. Na nani? Kwa faida ya nani? Je, tukisema wale ambao ambao wanasema kwamba hatushiriki uchaguzi na uchaguzi haufanyiki. Je, tukisema hao ndio wanaotumika ili Rais Samia asipate upinzani mwaka huu, tutakosea? Kwenye hii nchi hakuna chama kingine cha upinzani chochote kile chochote kile ambacho kinaweza kikabeto na CCM zaidi ya Chadema. Weka vyama vyote unavyovijua, hakuna chama ambacho kinaweza kikatoa ushindani kwa Rais Samia kuliko Chadema, na huu ndio ukweli, wala tusitake kupepesa macho hakuna chama ambacho kina uwezo wa kupelekana mbilinge mbilinge na CCM kuliko Chadema. Leo unasema kushiriki uchaguzi ni kutaka tuwawe kutoka kushiriki, yaani kushiriki uchaguzi ni kutaka tuwawe. Je, kuzuia uchaguzi sio kutaka kuuawa? Utaleta watu, wataandamana vijana, watatoka wazuie uchaguzi, dola itafanya kazi yake ni vijana wangapi watakufa? Ni vijana wangapi wataumizwa? Kama tunaamini tuna uwezo wa kuzuia uchaguzi, tutumie nguvu hizo, tushinde uchaguzi wa mwaka huu 2025. Ni bora vijana wetu wakaumizwa, ni bora vijana tukauawa, lakini tukiwa tupo kwenye fili ya uchaguzi kama tunayo nguvu ya kulazimisha uchaguzi usifanyike, basi tunayo nguvu ya kulazimisha tukishinda tutangazwe. Kwa haya ni mawazo yetu mbadala na, na ni mwombe mwenyekiti ayapokee. Siasa lazima uwe na ngozi nene. Hauwezi kuwa na ngozi nene, achana na siasa. Siasa lazima ukubali kusema. Siasa lazima ukubali kukosolewa. Siasa lazima ukubali kupokea mawazo mbadala. Sisi tumekuwa waumini sana wa kushinikiza wenzetu wafuate katiba ya vyama vyao, wafuate katiba ya nchi, lakini sisi tunakuwa wa kwanza, tunakuwa wa kwanza kukiuka misingi ya katiba yetu kukiuka kanuni na miongozo ya uendeshwaji wa chama chetu. Nilimwomba msajili mambo machache. Jambo la kwanza nililomwomba msajili ni kubatilisha baraza kuu hili la tarehe 22 jambo la pili, viongozi wote wanane waliopatikana siku ya tarehe 22 wote watenguliwe au uteuzi wao ubatilishwe. Tatu, maamuzi yote yaliyofanywa na kamati kuu ya chama chetu kuanzia tarehe 22 maamuzi hayo yote yabatilishwe kwa sababu yalipitishwa na kamati kuu ambayo haina wajumbe halali. Nne, msajili aitake ofisi ya katibu mkuu iitishe baraza kuu upya ambalo litakuwa na akidi ya asilimia sabini na tano ili kuweza kuwapitisha wajumbe hawa wa kamati kuu. Hata mwenyekiti akiamua kuwaleta hawa wao, hakuna shida, hamna shida yoyote. Cha muhimu wapatikane kwa njia ambayo ni sahihi, kwa njia ambayo huko mbele haitakuja kutuletea matatizo, au haitakuja kutuletea a, mparanganyiko mkubwa huko mbele. Kwa hiyo hayo ndio ambayo nimemwomba msajili na ninaamini msajili atayafanyia kazi. Nimeona barua yake, nimeisoma kwa utulivu mkubwa na nimemwelewa sana. Kwa hiyo ninaamini chama changu kitapeleka majibu mpaka kufikia kufikia hiyo tarehe kumi mchana. Um.